Nazungumza michezo kama ilivyo hada, ni siku njema, ni siku Hmm, ametupia miwani ya kas <laughs> na barua amepelekwa kwenda kas Kizinga, yeah. Kwanza asalamu alaikum, wa alaykum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh hmm. Idi mimi mubaraka, naam naam, naam kurba nahnu hadhar fi hadha al-makumbusho hadhalmakumbusho hatari ina maana gani? Hiyo hmm, inasema kwamba karibuni tuko makumbusho hapa, hmm. Eh, <laughs> hatari hiyo <laughs> mimi mwarabu bwana, ndugu zangu wa Arabu, e, arabu hmm, wale wa Misri, ndugu zangu wale, Eh, babu yangu mzaa mama hmm, ni pale Cairo. kwa e, kwa hiyo e, unaweza ukaona kesho tarehe mbili nitakuwa niko nyumbani nikiwa support wa warabu wenzangu Kizinga e. E, kuna barua imeshika kasi katika mitandao ya kijamii baada ya kasi rasmi e, kupata barua ya Young Africans. E, Young Africans wanadai alama tatu na pointi tatu, wamethibitisha wararamikiwa TFF pamoja na bodi ya ligi pamoja na Simba Sports Club. Kama mmemwaga mboga na ugali vikizinga JR captain, tuanzie hapo kwanza kwanza, tume, tume tumeona, tumeona barua wamethibitisha kuwa wamepokea na kutumia. Hilo ni wapongeze viongozi wetu wa Dar es Salaam Africans. Hili linawaonyesha Watanzania na wale wote ambao ni wapenzi wa mpira kwamba sasa ngoma iko serious kua mnaichukulia poa poa, ngoma iko serious. Watu wamechoka ndugu yangu, watu wamechoka na hizi sinema za kutuharibia mpira wetu. Tunapokuwa tuna, tunasema tuko nafasi ya nne, ni kutokana na viongozi mbalimbali mbali kusababisha mpira upande, ikiwemo Rais wetu kwa namna ambavyo anatoa goli la mama anavyochagiza mpira, maendeleo ya mpira yamekuwa makubwa sana Tanzania, hatukuwa hivi Tanzania tulikuwa hata kuingia hata hata, hata afiko nilikuwa hakuna, lakini sasa hivi ni kitu cha kawaida sana. Kwa nini? Ni kwa sababu mpira wetu unazidi unapanda. Kwa hiyo kwa nini mpira unapanda? Kwa sababu ya kazi kubwa inayofanywa na viongozi wetu. Kwa hiyo wakitokea wachache ambao wako tayari kuutelemsha mpira wetu hatuwezi kukubali. Mpira ni wa kwetu, sisi sisi ndio tunatakiwa tuupambanie, tusogeze mbali. Leo hii ukitaja katika virabu bora vya Kafu tumo, ukitaja katika nchi bora zinazofanya vizuri michuano ya Kafu na sisi tumo, tunaingia mara kadhaa tunaingia Umenelewa bwana. Kwa lazima watu wasimamie haki na sheria za mpira. Eh. Kwa hiyo anapojitokeza mtu kutaka kuidhurumu haki ya mtu mwingine, ha inakuwa sio kweli. Tu... Kizinga ndio mshtaki bodi ya ligi pamoja na TFF pamoja na Simba Sports Club. Ah ndio kwa kosa... sababu CAS wamewapa siku kumi Kizinga. Hey. Ina maana gani? Maana TFF na bodi ya ligi ndio timu ambayo inatimamia mpira wetu hapa Tanzania. Wao wajiandae kwanza hii inaitwa ni jiwe moja ndege wawili. Jiwe moja, yani tumepiga, tunawapiga TFF, tunawapiga bodi ya ligi, tunawapiga na Simba. Simba nashushwa daraja, bodi ya ligi, wale viongozi wale kina nani wote wale wanaondolewa, ina maana wanaondoka wale viongozi na wale, ee, wale wanaondolewa na hawa waliokuwa wanawapapa vimiamia vya kuharibu mpira na wenyewe daraja. Kwa hiyo Simba wanaenda kuungana na Stand United Kiruvia, eh United, ebwana. Wale wote walioko huku ligi daraja la kwanza Mbeya City, sio wakina nani nani, wanaenda kuungana nao huku. Hapa wanatupisha, wanaondoka. Kwa hiyo waambieni wakina Mandala wajiandae kwenda kupiga kelele huku ligi daraja la kwanza, eh bwana wale wote wenye roho zao mbaya mbaya wakina kisugu wapelekeni kule ligi daraja la kwanza, waende wakashangilie mpira kule. Hawa huku hawatufai, tunahitaji watu watakaofuata sheria na kanuni za mpira. Tunahitaji kuongozwa na sheria, tuongozwe na busara. Sisi busara inafanya nini kwenye mpira? Hawa watasababisha mpaka nchi yetu ifungiwe na kafu, ifungiwe na FIFA. Hatuhitaji. Ndio maana unaona viongozi wa Dar es Salaam Africans wanapambana kuhakikisha kwamba wako radhi hata waondolewe, na taarifa tulizonazo kutokana na hii sinema inayoendelea, baada ya wao kufanya madudu, wameona sasa wanatengeneza mazingira ya kumfungia uh, makamu wa rais Arafati Haji, wanatengeneza mazingira ya kumfungia uh, Alex Ngai, umenielewa? Wanatengeneza mazingira ya kumfungia uh, nani yule wa Simba, ndo nani? E, nani kiongozi wa Simba yule, umenielewa? wako kwenye harakati ya kutaka kumfungia. Kwa hiyo, m, nani anaitwa? Kwa hiyo tunachokisema sisi magoli anaitwa magoli, wako tayari wanataka um... eh, wamfungie magoli. Kwa hiyo hili unaposema umfungie magoli magoli nani magoli ana play part gani pale eh? hata ukimtoa yule kwa kusema kwamba uje upige hao ndege wawili ili ubalance, so kweli hatuko tayari, mimi nakuambia walifanya hilo Ndo wataendelea kuchafua hali ya hewa. Kizinga JR mmepeleka TFF e, bodi ya Ligi pamoja na Simba Sports Club ikatokea, e, kasi wenyewe wamesema malizaneni, dabi ichezwe, kila kitu kimalizike. Wakati huo Young Africans tayari mmeshachapisha e, jezi zenu mkisema hatuchezi, hatuchezi, hatuchezi. Hamtoshikwa na aibu, Kizinga JR? Kwanza unatakiwa uelewe, tambiko zile sio jezi zile ni tisheti. Tumeamua wenyewe kuzichapisha sio viongozi wala sio klabu, ni sisi mashabiki ndo tuliamua kuchapisha. Lakini pia leo jibu lako unalolisema wewe kwamba wakiamua, umenielewa, wakiamua kufanya nini? Kwa sababu wale wanatakiwa waamue kisheria, umenielewa, kisheria ikitendeka. Sheria ikiwa upande wetu sisi tutapewa alama tatu na watu wanashushwa daraja, umenielewa. Lakini sheria ikiwa upande wao, ikiwa sheria ikiwa upande wao mama tia mzigo huo. hmm. hmm. E, sheria ikiwa upande wao hmm. mimi nachokuambia kitu kimoja hmm. sheria ikiwa upande wao hmm. basi sisi hatutapata haki hmm. lakini sheria ikiwa upande wetu, haki yetu tutaipata hmm. sheria ikiwa upande wao, sio upande wa Simba, si upande wa, hmm. wa walalamikiwa hmm. sababu walalamikiwa pale ni watatu Simba, TFF, bodi ya ligi pamoja na Simba hmm. kwa hiyo upande ukiwa wa hawa watuhumiwa ambao wanashirikiana kuvuruga mpira wa nchi, basi lakini ikiwa upande wetu sisi tutapata haki, na mimi naamini tumeongeza wanasheria wengi kutoka kwa Simon Patrick, kuongeza wengine wakina Mgongoro, wamekuwa wanasheria watano. Baba atoki mtu atoki mtu. mara ya kwanza zile kesa ambazo mekuwa mnashindwa kasi, sasa zimeongeza wanasheria wengine, ile alikuwa mtu mmoja, sasa hivi tumeweka 442 heer bodi ya ligi na TFF labda wapite juu 442 labda mpite juu mm. Yani 442 mm. Unapita wapi wewe, unachezaji wewe, unapita hiyo inavyochezwa mm. Yani huku mm. Mgongola mm. Huku Patrick Simon mm. Dimbarakati la kati pale oya yeah. Wewe hatari yani, wanasheria wote wale ukiwapanga hata uwanjani wanakufunga eh, yeah. hey. Kwa lazima washindi kitu chochote kama Asp... Sheria iko upande wa TFF pamoja na bodi ya ligi pamoja na Simba Sports Club wakati huo Young Africans mshasha e, mshashapisha, hatuchezi hatuchezi. Aibu si za kumba, aibu kubwa sana Kizinga JR. Tutaondoa hatuchezi, tutaweka, tunacheza kama <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hey, ni kwa upande wao hey. Tutaondoa hatuchezi, tutaweka, tunacheza ndio. hmm. hey. hmm. nakwambia hmm. lakini ngoma iko pale pale, hatuchezi. hmm. Episodi ya nane hmm. tutacheza elfu mbili ishirini na ngapi moja, moja ya kauli ya mwenyekiti wa bodi ya ligi Stephen Mguto akisema kama Young Africans wameenda CAS itakuwa ni vichekesho vikubwa sana, kwa maana hukumu ni bado hajatolewa kama. Kama Young Africans ameenda CAS hmm, mahakama ma, ma, shirikishi za michezo hmm, itakuwa ni vichekesho vikubwa sana. Kauli ya Stephen Mguto, mwenyekiti wa bodi ya ligi, anasema hivyo kwa sababu anajua kinachoendelea <tiếp gente> huh. hey. kwa sababu unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja, unatumia siasa kumlaghai mtoto lakini wakati ule mtoto unaye mlaghai kwa kutumia siasa na maneno matamu ana anaakili anajua anachokifanya, analijua zuri na baya. Umeelewa? Kwa hiyo mtoto yule tayari ameshakuwa. Lazima tushikamane watu wa mpira, lazima tushikamane tuweze kuusogeza mpira wetu mbele. Tunausogeza vipi? Lazima tutumie sheria na kanuni kuuendesha mpira wetu. Ukija wewe na busara zako, sisi hatuwezi kukubali busara haiwezi kutuongoza kwenye mpira wa ardhi hii. busara hauwezi kutuongoza kwenye mafanikio tunayotakiwa kuyafanya. Utakuwa unatumia busara kwenye timu mbili. Yanga amekosea, unawaita mna, mnafanya busara bana, msirudie. Simba anakosea bana, msirudie. Tabora anakosea unampiga nyundo. Mashujaa anakosea unampiga nyundo. Maana yake nini? Hatuhitaji hayo mambo na hao ndio wamefanya mpaka wasemaji wadogo wadogo huku wameshindwa kuwa na kauli hii pindi timu zao zinaponyongewa. Tabora na nyongwa, Singida na nyongwa, msemaji hawezi kuzungumza, anaogopa kufungiwa, anaogopa kupigwa nyundo. Huo ni utawala wa manyani. Hatuwezi kuishi kwenye utawala wa manyani, tunatakiwa tuishi kwenye utawala wa sheria na taratibu zote. Tunataka tuishi kwa sheria na kanuni, hatutaki kuishi kwenye utawala wa manyani. Nyii nini mnatuharibia mpira eh? Mnarudisha maendeleo ya mpira wetu. Simba kikosea mpe adhabu, Yanga kikosea mpe adhabu na kuja kutuambia kama sheria zingefuatwa. Simba Simba na Yanga hawa hata hapa msinge waona. Huone kama we muongo na tuongopea sisi. Nani Kizinga we muongo? Kuja msikia mguto na kwambia hata sheria zingekuwa zinafatwa hata hawa watu usinge waona huku. Sio kweli, wewe ndio chanzo mpaka watoto wanakuwa hivi wanakupanda kichwani. Baba mzima unashindwa kusimama kwenye haki. Simama, nyosha rungu lako, uone kama hawa watoto watakuchezea chezea akili zako. Nyosha hivi, Simba ukipindisha shuka daraja kacheze na Mbeya City, kiruvya kule Green Warriors kacheze nao, kacheze nao, simaenelewa. Yanga ukizingua kwenda na wewe, uone kama hawatakufuata hivi. Tunahitaji watu walionyoka kwenye mpira wetu tunahitaji watu ambao watausimamia huu mpira watufikishe mbali. Tunahitaji watu ambao siku moja Mheshimiwa Rais wa nchi hii Samia Suluhu Hassan atakwenda airport pale kupokea kombe limetoka nje huko ya kusemaje? Sema, maji yamefanyaje? Ogopa maji aliyopoa, hatari. Gusa weka mguu, yaani maji aliyopoa ana maana kwamba ogopa watu ambao unakutana nao unaona wapore, wastarabu, hawazungumzi kitu chochote. Yaani wamepoa, wametulia. Wewe mm, ukawapanda kichwani ukawaona kwamba wao sio kitu. Yaani kuna watu wanapanda kichwani. Sasa unapomkashifu mtu maana yake nini? Kwamba unamweza. Kwamba yeye hana lolote ajiwezi, si ndio? Tunategemeana katika inchi. Wewe unataka kunitisha mimi unanijua? Unanitukana mimi unanijua? Eh? Nyadhifa zangu nazijua. Wewe mwenyewe tuko wote hapa mimi unanijua? Sinaona napiga piga kazi zangu hapo unanijua kiundani mimi. <coughs> Sinitishe. Huu ni mpira ambao unatakiwa wewe ufuate sheria. Na hata namna tunavyoishi sisi katika ardhi hii, tunaishi kwa misingi ya sheria. Nikikiuka sheria na taratibu ni adhibu. Vipo vyombo vya ulinzi na usalama vitanichukulia hatua za kisheria, lakini wewe unataka kuwatisha watu kwa sababu ya kuboronga. Unaboronga nini? Ongoza hivi. Nani ambaye atakayekuja Tanzania hii atakayejitokeza katika vyombo vya habari au mlaumu Tenga? Nani? Hakuna mtu mmoja atakayemlaumu Tenga. Kwa nini usimlaumu Tenga? Kwa sababu Tenga alikuwa amenyooka. Mapungufu ni madogo ambayo mtu hawezi kuyabeba akakuletea wewe shida. Alikuwa amenyoka. Tunahitaji viongozi watakao tunyoshia mpira wetu. Yanga anaposimama hivi, alitakiwa kupewa sapoti na vyombo na, na timu mbalimbali na, na vyombo vya habari. Wa support Dar es Salaam Africans, wa support viongozi wa Yanga kwa lengo la maslahi makubwa ya mpira. Imagine mtu anazikanyaga sheria na kanuni, unaona kabisa wazi wazi mtu anazikanyaga, halafu anakuja kukuambia habari za busara. Wewe unakubali? Hatuwezi kuishi humo. Huwezi kuwa na rais wa virabu vyote barani Afrika engineer Harris, alafu sheria zinavunjwa na kukanyagwa kwenye nchi yake akubali. Umewasikia Ghana wamelalamika? Hujawahi kuwasikia Ghana wanamlaumu injinia afai, wanamtukana engineer mtoto, akacheza sinema. Hujawahi kusikia Burkina Faso, hujawahi kusikia Zambia, Kongo. Hizo ni nchi zote za Afrika ambazo yeye engineer ni rais wa vilabu vyote. Mmekasirika nena wakacheza sinema, Kizinga ndio yeah. Injinia Heris akikaa kwenye sinema pale, nyinyi mpira mtangalia alivyokuwa mwamba, mtangalia injinia Heris asimame pale kama Kanumba au Gabo Sigamba eh? au injinia asimame kama Ankosola pale, nyinyi mtangalia mpira muda wote? Mtakuwa mnaangalia pale kwa sababu injinia ni masta. Unaanza kutukana akaangalia sinema zetu, sijui vitu gani, sijui comedy eh? akisimama pale kwenye bongo movie, akisimama kwenye comedian, asimame sasa kama yani, ndo anasimama Steve Mweusi. Sasa Steve Mweusi hapo pap, engineer Harris, wewe si utakao unaangalia comedian pale, engineer na mambo yake. Sasa msilete hivyo vitu, tunahitaji watu walionyoka kwenye mpira wetu, na ndio maana tunapiga kelele hizi kwa kutaka kuokoa mpira. Wewe utakachoamua kukifanya wewe kifanye, lakini lengo letu sisi ni kuokoa mpira, lengo ni kuokoa mpira wa nchi yetu. Simba na timu mbovu. Timu ya Simba ni mbovu, kubali, waache hata wakipigwa mara ya saba nane tisa, sababu mpango wa JSM ni kuwanyosha mara kumi mfululizo, mara kumi. Ndio maana unaona wanalia na JSM. JSM amepiga ko muda wote awakose kumzungumzia, vilabu nane. Vilabu nane wao, umeshindwaje kudhamini hivyo vilabu nane, nane, nane. Kizinga, unaogopesha watu Kizinga leo. Maana umevaa makubwa na barua ya CAS umeipokea vizuri. Kizinga una nini? Nakwambia watani wako simba sports club, nawaambia simba mbovu. Hii miwani ya kasi hii imetoka, imetoka kafu, imekwenda kasi. Mi nataka niwaambie Simba, mashabiki wa Simba, nyinyi mnatakiwa muichunguze timu yenu, viongozi mliokuwa nao. Huwezi kuwa wewe kiongozi wa mpira unasema Dodoma jiji wamepewa hela, umeelewa? Haiwezekani kitu kama hicho, eh, lazima uangalie. Menelewa? Eh, kwa kitu ambacho unachotakiwa wewe kukifanya, kitu ambacho unachotakiwa wewe kukifanya ni kitu kimoja. Tunahitaji viongozi watakao kuwa wananyosha hivi. Menelewa? Tunahitaji watu walionyoka, kwa unakuta kiongozi sio mtu wa mpira Si, si mlimuuliza nyinyi waandishi wa habari pale bana, unazungumziaje hii mechi wewe? Unazungumziaje kikao hichi cha ndani? Anakwambia hichi kikao cha ndani kinazungumzia kina mustakabara wa mustaka, yani, mpira wetu, mustakabara wa mpira wetu, yaani kiongozi anakwambia mpira wa nchi yetu, waziri alitaka kuujua mustakabara wa mpira wetu. Na unaamini kweli kwamba waziri para magamba hujui, haujui mustakabara wa mpira wetu eh? kwamba hujui, anaujua vizuri sana wewe. Waambie kwamba waziri alikuja kwa lengo la nini? La kutaka, la kutaka muafaka kuhusiana na hii dabi. Unashindwa kuambia. Sasa hilo ni tatizo, Kizinga Jr. Tumalize na hili. Mkuu wa mkoa wa Tabora akitamba sana na maneno ya kejeli kwa Young Africans akisema Young Africans na mfunga hapa hapa mkoani Tabora katika uwanja Ali Hassan Mwinyi, kama Young Africans aliambulia no point katika uwanja wa Chamazi Complex, uwanja huu Ali Hassan Mwinyi ajiandae kwa kufungwa bao tano kwa sifuri Maneno na ya Kristina Mwagala na kitamba hivyo, lakini vile vile Tabora wamewekwa hela milioni sitini kumfunga Young Africans. Kwa hii scenario ambayo mkuu mkuu roitoa na alikamwa amepiga kidongo kizito kikubwa sana Young Africans atatoboa kesho. Kwanza mi nimesikitika kuona mkuu wa mkoa kama yule anazungumza maneno kama yale, nimesikitika. Unashindwa kutoa pesa kwa ajili ya maendeleo ya mkoa wako, maendeleo uje ukatoe pesa kwa sababu ya mechi, si ndio? anataka atoe milioni sitini kwa sababu ya Tabora ya kumfunga kwa sababu ya kumfunga Yanga, si ndio? We unataka kutoa hizo pesa, mkoa wako umekamilika Tabora hiyo hiyo unaotaka wewe kuipa hiyo pesa, kwa nini usingeitoa hiyo pesa wakati Tabora anacheza na Kagera, Tabora anacheza na timu zingine? Uko wapi? Kwa nini usitoe? Unakuja kutoa tu kwa sababu ya Yanga. Hapo ndo anapokwenda kututia hasira. Tabora yote ni Yanga hiyo, wewe ujui. Umeona wanatabora walivyomkataa, wana Tabora wamemkataa, wamemwambia hiyo unayosema wewe na Yanga pia kwa ujumla. Hiyo wewe unayotoa wewe, sisi kwetu supu. Watu wa Tabora nakulwa GSM kakasirika. Yaani ile hela aliyosema yeye anatoa, GSM alivyoona tu ile klipu anampigia simu wali, mabucha, nyama yako wapi? Watu wa pale wanasema Tabora kule, sijui Unyanyembe sijui wapi, mwinyi huko kule, kuna sehemu wanakuuza nyama, nendeni kachukueni ng'ombe 20, tajiri analipa hela. GSM GSM anatoa hela milioni 68, zaidi ya hiyo 60 yako, milioni 68 ng'ombe zote so hizo hapo chinjeni zinachinjwa ng'ombe hiyo watu wanakula sikukuu ya Idi. Kola yako wewe ya madafu hiyo, watu wameilia supu pale, alafu na wanakuweka vizuri tu. Mchezo wa kwanza Kristina Mwagara alikulambisha asari pale Chamazi Compress, na asari ukailamba magoli matatu kwa moja. Mchezo huu Kristina Mwagara anakuambia utoki utambulia magoli yale yale yalofungwa Chamazi Compress, kama sio magoli matatu yataongezeka, magoli matano kimiani. Yule kamfunga Gamondi sio sisi, kamwambie Kamfunga Gamondi sio sisi e, na walishirikiana watu watatu ndani ya traki moja, kulikuwa kuna utatu umenielewa? Kwenye ligi hii ya Tanzania kuna herufi tatu kazichunguze, zilishirikiana kwenye ule mchezo. Kuna S kaiandike pale, mimi sijui sijamtaja huyo, sawa? Kuna A kuna T wale walishirikiana kutufunga sisi, mtu mmoja hatuwezi, wakashirikiana. Sasa ile michezo si tushaijua, michezo ya kitoto. Ndio maana unaona performance yetu ni nzuri na ubingwa ni wa kwetu huko mkononi. Kwa hiyo wao, mmoja wao wa utatu waliotumia pale, waungane waende na mkoani kule kule. Kuna jeshi moja, Yanga hii hapa baba, achana nayo, inaitwa nguvu ya mamba. Nguvu ya mamba iko kumai, nguvu ya mamba wanatabora wote wale maji. Sisi mamba, nguvu yetu iko kwa wanatabora pale, wana tabora wote okay. Wakiamua jambo wameamua. Yanga iko pale, wameipokea vizuri, wamekula supu zao safi na wanaingia kummaliza ndugu yao pale. Wanatabora wote, Yanga kwanza Tabora baadaye, hata kama nawaambia, Yanga Yanga kwanza Tabora baadaye. Na hata huyo mkuu wa mkoa angekuwa yeye ana mapenzi na hiyo Tabora yenu, angewasaidia mkaingia CRDB Federation mkamfunga huyo hapo nani. Kwa nafikiri, kwa hela hizo Kagera Sugar angeshinda. Kwa hela hizo milioni 60 Kagera Sugar angeshinda. Milioni 30 tu kwa nini asigawanye mara mbili? Milioni 30 aimalize Kagera Sugar. Milioni 30 aje apambane na Yanga. Ndio tunakwambia wewe sio mtu wa mpira. Hizo hela sio zako, ni hela za serikali kwa ajili ya mradi wa Wanatabola. Na ukizitoa hizo hela utakukuluwa nakuja kukuchunguza umezitoa wapi. Hela za Wanatabola hizo. Sisi tunawajua Wanatabola. Mwenye nyumbani pale. Eh. Hey, Kwatu mwinyi pale. Mwinyi pale kuna mabonde kuinama mengi, barabara hazina kazi. Kwa nini usilete hiyo milioni 60 pale ukatengeneza? Unataka kudhulumu haki wa zetu wana Tabora? Siwezi kukubali. Sisi wana Tabora tunasema tab Yanga kwanza Tabora, baadaye. Hizo wao akatengeneza mifereji yote ambayo inapitisha maji ya hovyo. Barabara zote zina, zina hali mbaya. Hospitali, madawa hakuna. Peleka hizo dawa hospitalini. Wao wanasema wape wachezaji. Mbona hukuwape kwa Kagera? Kuna kizinga povu inakutoka. Simba Sports akiaidiwa pesa mnafurahi mnashangilia kabisa. Young Africans Tabora kaeliwa pesa mnamchukia. Tabora wanaharibu mpira. No, hiyo wanaharibu mpira, unaposema unaahidi milioni sitini hizo hmm. Milioni sitini huku kwenye mkoa kuna nini? Uwanja wa Tabora haukufungiwa? Nakuuliza wewe, nakuuliza jibu swali, haukufungiwa? Ulifungiwa ukaja ukafunguliwa, hmm? kama ulifungiwa, kwa nini hukutoa milioni 60 ukafanya miundombinu sisi wanatabora tunataka hizo milioni sitini. Kwanza atengue kauli kabla ya kesho. Atamke hadharani. Milioni sitini itakwenda kusababisha, hiyo milioni sitini itakwenda kutengeneza miundombinu ya uwanja, milioni sitini itakwenda kupeleka dawa hospitalini, miundombinu hiyo yote ya barabara mbovu zile pale za Ali Hassan Mwinyi barabara ya Mwinyi kule Kiloleni kote kule kuna mabonde kuinama. Tunataka aende akafanye marekebisho, aende akatengeneze miundombinu ya, ya wanatabora, sisi. Tupate kuona sasa mkuu wa mkoa amefanya kazi. Wewe unasema milioni 60 unawapa wachezaji Unato. Kwanini? kama unaipenda Tabora vizuri timu yetu ya nyumbani, kama unaipenda kweli, kwanini usingeenda kuwasaidia wakamfunga Kagera? Hatutaki zinga, tumalize na hili moja ya kauli ya msemaji eh, wa Simba Ahmed Ally akitamba, akisema wao ni Termino 3, Young Africans ni Termino 2. Mtaishia kwenda mkoani Tabora wao muda huo saa moja na jambo lao na Almasri ni kicheko na vilio, msubiri kwa Tabora United. Yeye yeah, yuko wapi? Anacheza nini? Anacheza kombe gani? shirikisho na waliofaulu, waliofeli. <laughs> Wewe nishakwambia mimi, Chapesa, miongoni mwa wasemaji wenye gundu katika ardhi ya Tanzania ni yeye. Mpaka anaondoka Simba ana kikombe cha aina yoyote yule? Huku anakwenda kuzurura tu, anakwenda safari yake, akwenda terminal 3 na nakwisha Anakwenda hii ni kwa mara ya mwisho Cairo. Akirudi hapa utamuona na nyanyua kwato zake zile kwenda sehemu yote. Akienda mimi nitembwa nimekaa pale. Nikuite. Nitembwa nimekaa pale akipanda ndege tena. Mm. Hiyo aliyokwenda ni ya mwisho. Nenda mwana kwenda. Unarudi. Ndio ya kwangu mimi nasema nite mbwa nimekaa pale. Mm. Tena kibidi mbwa mchukue ndio naye pale nifananishe naye. Anaenda huko. Simba Sports akienda nusu. Nusu haendi unaendaje wewe? Una mipango gani? Mm. Una wakina magoli unataka uende nusu? Wanaosema hawachezi. Eh? Unataka uende nusu. Ili uende nusu lazima uende kwa viongozi ambao wana mipango. Nenda kwa injinia. Usiku nendeni mpanzo kitu gani? Mpanzo anashinda na Kangarombo. Mpanzo nini bwana wewe? Taki lazima nikakuamba ba. hata kofi. Fananisha Kangarombo na Mpanzo. Mpanzo amekuja amecheza mechi kumi hapa. Hana hata goli. Hata la usaidi hana. Lakini Kangarombo mechi mbili tu. Kaweka. Kaweka. Hujaona? Ya ya Sobati, kira, piga, na akapiga kama Ronaldo ya Sorbati kila atakapiga aondoke na nguzo ile aondoke nayo kabisa. Ukuona we? Sasa unanifananisha na watu wa ajabu ajabu. Wewe una timu mchezaji tangu ligi imeanza ameanza kufunga juzi baada ya kukutana na wagonjwa Dodoma Jiji. Halafu na no, unataka kwamba eti aende kule kwa wiki. Kibu Dennis, ligi imeanza alikuwa wapi? Goli moja alikuwa hana. Unafunga Dodoma Jiji wametoka hospitali, unaanza kufanya hivi. Chapesa. Nisikilize mimi ninachokwambia. Wameshindwa kuungana na sisi, ni wakati wa kuwafundisha adabu. Kawambie wakina Mandala. Kwanza Mandala, taarifa zake tunazo. Mandala naye pia sio Mtanzania. Mandala ni Mkongomani, tena maeneo ya Kiru. Taarifa tumezidukua, tumezipata. Mandala ana ndugu yake Mkongomani ambaye mpaka sasa hivi yuko jela. anaitwa Eliki Mandala. Wapi Eliki mandala? Unajua kusikia? Unajua kusikia mtu anaitwa Eliki mandala. Chunguzeni Eliki Mandala huyu, anaitwa Mandala Eliki, ni ndugu wale. Kwa hiyo tutaziomba mamlaka zikamchunguze Mandala wa Simba. nikushukuru sana. asante sana